Yes, yes welcome, yes. SeNkoLink kama nako kwanza, fatia chaneli yetu sau kusubscribe, laiki, kushare na kukomenti kupata video zetu hizo tunazo upload ukana na maoni ya mdau hapa YouTube channel yetu hapa ya SeNkoLink. Mdau faa naitwa Michael Michael mhanga aliuliza hapa swali kwamba vipi kuhusu kuchora grafu automatically kulingana na max, yani jinsi gani tunaweza tukachora grafu kwenye Excel ya automatically kutumia kwa kutumia max. Sababu mimi nitaonyesha kwa namna mbili na kutumia max, si yani kwa labda kwa mwanafunzi mmoja mmoja au kwa shule nzima dua kwa changamoto lakini, mimi nitaonyesha kuchora grafu katika njia mbili kwa kutumia, kwa kutumia zile tunasema analysis za matokeo katika masomo labda, na, na na zile A B C D F na kuchora kwa hapa. Sisi tutaenda kuangalia kwanza analysis kwa katika kuchora katika Analysis. Asanteni sana kwa kuendelea kunisupport channel yangu kwa kusubscribe. Sasa hivi tumefika subscribers 500. Sio haba, lakini tuendelee kusambaza channel yetu. Tuendelee kushauri wengine aje kusubscribe, kucomment na kulike. Tuna video nyingi tumeziweka kwenye channel yetu hapa. Zipo tu nyingi za kujifunza. Mm. Zipo tu nyingi nyingi, zipo za, za kutosha. Kwa hiyo asanteni sana kwa twende kwenye, kwenye video. Sasa hapa mimi, mfano mimi hii hapa, nimeitengeneza kulingana na, na analysis ya matokeo kwenye masomo haya. Sasa mfano hapa civics ipo 100, nikiweka moja. Maana yake nikirudi huko kwenye sheet ya chati itasoma moja kama unavyoona hapa kuweka namba zisome juu hapa au kuacha tu namba zisome huku pembeni na kuweka zisome huku juu ni sawa, lakini hapa chini, hapa chini hapa kuna kuwa na hizi analysis hapa. Sasa A ina rangi gani? B ina rangi gani? C ina rangi gani? D ina rangi gani? na F ina rangi gani? Lakini pia hapa hizi unaweza ukazikuza, kama unaona wewe uzioni hizi zinakuzika kabisa, hizi hazina shida yoyote, hizi rangi kazi. Kazi kubwa hata hii grafu yote pia, pia ukafanyaje moja moja, lakini wakati tu unahamisha wewe unajua kabisa kwamba hapo ulipo unahamisha grafu kama zimepandana pandana fulani kwa, unaweza ukashangaa, unahamisha kumbe unachokihamisha si si cho. Kwa mfano sisi tumezihamisha tumezileta huko juu, A ni ipi, B ni ipi, C ni. Sasa tuone jinsi gani unatengeneza kwa, tutafuta mimi nitafuta hii sheet ya delete hii sheet ndio delete, tabaki sheet yangu. Kwa tutatengeneza hapa, nimeenda kulingana na ile analysis tu kawaida ya A B C. A zipo ngapi? B zipo ngapi? F zipo ngapi kulingana na na masomo au somo si? Usika. Kwa hapo kwenye kuchola tuta highlight tu. Hapo kisha highlight hasa, tutaenda hapo kwenye insert. Kwenye insert hapo tutachagua nataka ku insert nini? Nataka ku insert graph au nataka ku insert nini? Kama utakachokichagua ndio kitakacho kitakacholetwa hapo. Utakacho kichagua chochote utakacho, utakacholeta. Kama kuweka pie chart, utaweka pie chart. Pie chart zipo nyingi, unaweza ukachagua hapa pie chart ya aina gani, lakini mimi hapa nitachagua nitachagua bar chart. Hizi bar hapa mimi ndo nitachagua, lakini hizi baa hizi kuja kuzi, kuzitumia vizuri itakuja hapa, utachagua baa sasa. Baadhi kuna hizi za kawaida, hizi kuna clustered, hizi kuna hizi za percent, kuna hizi, hizi, tuseme na hizi za CDD hizi kwa hapo. Tuseme utachagua kulingana na yeye unataka kuzitumia kwa matumizi gani. Sasa wakati umechagua hapa juu sasa, hapa juu itatokea dialogi nyingine kwa huku juu sasa, kwa huku juu unaweza ukachagua kwamba unataka iwe vipi, labda iwe na namba juu au namba ziwe chini au namba ziwe zinafuatana au namba ziwe kama hivi au unataka namba ziwe kama hivi so, sasa hapo utachagua kwenye si gani namba inavyo wewe unavyoziona. Mfano sisi tuchague hii kwa hii, ndo grafu yetu sisi hapa hivi. Unaweza kanemwa hapa ukasema ni analysis analysis laba subject analysis na hii, hii graph popote utakapoiweka inafanya kazi automatically. Tuiweke alafu tuone ki automatic, kwamba tulisema hapa civics tuna moja hapa. Umefanya analysis yako huko civics, ikaja labda sipo arobaini na tano kwa wanafunzi wako wote ikibadilika na hapa, inafanyaje inabadilika? Tumeona kabisa, inatoka kwenye moja inakuja mpaka kwenye nini, kuna 45. Mfano kama B, B zipo sita, tumesema bwana B zipo 50, kwa maana yake itatoka kwenye sita itakuja mpaka kwenye ngapi? Kwenye 50. Sasa tuangalie somo la mwisho, kwa masomo yatakuwa yapo hapa chini, alafu hizo za bar kila rangi itakuwa inaonyesha hapa yenyewe ipo rangi gani inawakilisha unaweza kuweka katika mfumo wa matokeo pale mbele katika home tab ili mtu awe anavutiwa zaidi. Hapa hii analysis yenyewe nimeandika kimchongo lakini kwa ajili ya kujifunza tu. Kumbusha tena kama ni mara yako ya kwanza kufuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kipindi tunapozipandisha. Haya, tunaendelea tunaendelea. Kwa hapa tumeshaona hiyo kwa namna ya kwanza, lakini hii unaweza kaihamisha ni ukaitoa hapo, kaipeleka kwenye nani, nyingine shiti nyingine, unaweza kaihamisha, kai move, ukai move, ukaja tu hapa hapa tu, kai right click, ukachagua move, ukachagua kwenye ku move hapa, inategemea yenyewe hiyo in, ni object sheet hiyo hiyo namba moja au uitengenezee yenyewe hiyo sheet namba mbili Hapo unaweza ka name kaandika labda grafu grafu, ukapiga zako enter, kwa maana yake itakuja kwenye sheet sheet yake ya grafu, lakini hapa inakuwa haijaribu haijaribu kitu chochote kitu chochote. Maana yake ni nini? unapokichange kwenye sheet 1 mfano hapo ulisema hii dk click hapa, tuweke hapa labda mia na ishirini, mia mbili labda ulipata hapa wanafunzi mia mbili wa EDK, kwa utakuta hapa. Sasa itaanza kudogosha grafu yetu, ili hiyo mia mbili na 90 tisini. Kwa hii ndio njia ya kwanza ya, ku, ya kuchora ya kuchora grafu kwa kutumia analysis za matokeo lakini, sasa ukisema kuchora kwa Max kama mdau wetu alivyouliza pale, nijaribu kukomuniketi naye nimuulize, ni akasema kwamba akasema kwamba uh, akasema ilikuwa ni kuhusu kuchora graph automatically kwa kutumia Excel. Kwa hivi Ah, sasa mfano, na hii, table yote nataka kuchora kwa kutumia zile eh, zile laba wani ngapi tu ngapi sili ngapi mfano. So, hapa ndo tunasema division 1 division 2 division 3 division 4 division 5 eh, tena jamani eh zero hapa kwa wasichana apa, unaweza kuweka wasichana apa wavulana, tengeneza apa sisi tukaeka tuka zetu boda hapa apa, apa tukaandika sex sex. Haya, kwa hiyo tutachora na hapo graph, tuta highlight sehemu zetu ambazo tunataka sisi tuzitumie na kuzichorea nini kuchorea graph, kuchorea, kuchorea graph. Ah, tunasema kutu takuja hapa hapa tukone ku insert, kachagua hapa kuna recommendation chart. Chati za kawaida hizi hapo naweza kuzichagua, chagua zipo tu nyingi nyingi, au world chati kachagua mfano sasa hivi Tutumie pie chart, kuchagua sisi pie chart hapa. Y ambayo hapa sisi imetuonyesha hivi kwa sababu hakuna kitu chochote ambacho tume tumekiandika sasa hapa. Sasa tuseme labda hii itakuwa saa sitini na tano hapa hapa hivi sitini na saba hapa hivi hapa hivi, huona tulete yadi pie chart kuna muda inasumbua. Ayao, sasa hapa ilipo hapa, kwa tujaribu tuweke rangi pie chart ile pale, lakini sio mbaya oa, tuone hapa chati

Yipu, mfano kama hii, chat hii, hapa chati tukichagua hapa achati kidogo tu saliti, lakini sio mbaya. Mfano kama chati kama hii hapa ii, ukichagua, anatuambia visheni wani hapa iteleza kwa kwa wavulana, alafu blue ni kwa wasichana lakini na uwezo wa kuikustom hapo kidogo kidogo tu. Shoyo hivi. Grafu hapa itokee pale juu hivi. Tuiangalie kwamba tunaweza tukapata tofauti na hii. Lakini zote zinakuja hivyo hivyo. Tutarudi hapa. Itakuwa imeka kwa hivyo. Tutumie hii ambayo inaonyesha wasichana wanavana sehemu sehemu moja, alafu tuiguse hii graph hapa, ituletea machagulio kwamba namba zote zinaandikwa hii graph hapa. Tumechora kulingana na kuangalia male na female katika division 1 na division 2. Kwa hiyo blue ndo wasichana hii orange, orange fulani yenye ni kwa wavulana. Sasa mfano hapa tukaweka wavulana, wasichana sabini na nane Nyita, paka sabini ngapi? Sabini nane. Pia unaweza ukaihamisha, unaona vile unaweza ukai kaikati a katengeneza sheet nyingine kai paste hapa inatokea ato. Tu hiyo background ya nyuma hiyo nowezo wa kuitoa kuna transparent

ya division. Sasa mfano, tukaja hapo tukasema bwana, wasichana namba hawa hawana kikuza, unakuza zote, kwa sababu hapa tumeshika zote kwa, tume kwa wasichana. Kwa wasichana tena kwa wavulana nao kule kwa wasichana nao. Kukuze, ah, kwa moja moja, ki, ki kwa na kukuze ionekane vizuri, utakubadilisha rangi na hapa na yenyewe itokee tu. Hiki kwake inabidi ufanyaje? Upabadilishe, lakini unaweza ukabadilisha ile tukasema moja kwa moja, tukia wakati unafanya jinachagua unachagua ili kibadilisha ibadilike. Kwa maana kama navo kwanza ufura chaneli yetu Sao, sa, ksabu skibu kulaiki ushia na komenti, tutane katika video ijayo. Chao.